Sasa wamama, niwaombe jambo moja tu, niombe jambo moja. Ninajua hapa mko maanti, ninajua kwa mama wengine wanaendelea kuzaa. Niombe jambo moja, nimelizungumza mara kwa mara, nirudia hapa. La kwanza, niombe sana ninyi wanawake ambao ni walezi wa vijana wa kiume au wa kike, la kwanza, vijana wetu wanapopata neema neema ya kupata wenzi wanapokuja kufanya engagement au kuwachumbia, tafadhali watoto wa kiume wasipige magoti. Ninaombeni sana sana, jambo hili nimelizungumza mahali pengine, nimerudia tena kwenu ninyi wanawake, tuwashauri vijana wetu wa kiume. Desturi na mila na utamaduni wetu wa Kiafrika, mwanaume anasimama, wa kike anapiga magoti <tie> lakini katika hilo, hata kama binti hawezi kupiga magoti, basi wote wasimame. Hakuna sababu mtoto wa kiume anapiga magoti, na jambo hili tumeona linaendelea kwa kupita kiasi. Nitumia hadhara hii, nitumia akina mama ninyi, kuwaomba walezi, tafadhali tafadhali, watoto wa kiume